Yako madhara mengi sana ambayo unaweza uh, ukayapata binti, kijana uh, pale ambapo utakuwa una mahusiano au una urafiki na mtu wa jinsia tofauti na wewe, urafiki ule usio na msingi wowote, yaani uhusiano e, usiokuwa na msingi wowote. Kuna wengine ambao unaweza ukakuta uh, kuna vitu wanavyovifanya lakini nadhani hata wenyewe watatafutana kwa sababu uh, fulani eh, wanatafutana kwa sababu ya msingi ambayo iliwafanya wao wanawasiliana. Mfano mimi hapa dukani, sio siwa kwamba siwasiliani na watu wa jinsia tofauti, nawasiliana nao lakini, huwa nawasiliana nao, uh, ni pale tu ambapo watahitajika mimi kuwasiliana naye, kama ni mteja yuko mbali nitamtafuta ni au yuko mbali atanitafuta. Kama nikumsubiri dukani nitamsubiri eh, kama kuna vitu anavitaka nitamhudumia. Ndio uh, mimi binafsi uh, kwa mtu wa jinsia tofauti huwa nawasiliana naye kwa stahili kama hii. Lakini kuna uh, wale ambao unakuta uh, binti na kijana unakuwa na uhusiano au unakuwa na urafiki wa jinsia tofauti usiokuwa na maana yoyote, yani unakuwa hauna msingi wowote hakuna chochote ambacho mnakuwa mnakifanya mnakizalisha cha maana, chochote ambacho mnakifanya. Lakini unakuta huko, uh, uhusiano huo, uh, kuna madhara makubwa sana kwenye hii hiyo huo uhusiano ambao mnaweza kuwa una makanisani, uh, kuna vitu kama hivyo vinaendelea. E, ni mtu ni unasema tu mtumishi, soma wasisoronike, uh, mtumishi umekula, mtumishi habari ya asubuhi, mtumishi uh, sijui nini. Hapana, kuna madhara makubwa sana ambayo uh, yanatokea kwa mawasiliano ya jinsia mbili tofauti. Mimi nimesoma kitabu uh, cha injinia Arnold Amrinuka ambacho uh, katika ukurasa katika sura ya nani, hapa kichwa chake kinasema a, kwanza kitabu chenyewe kinasema a, mwanafunzi ka, a, katika njia za Mungu lakini a, katika sura ya nane inasema urafiki au mahusiano kati ya kijana na binti yaliyoharibu maisha ya watu wengi. Kwenye hu kurasa wa arobaini na saba kuna kisa hapa ambacho kinaonyesha kulikuwa na uhusiano, mawasiliano ya binti na kijana, hata baadaye akapelekea madhara kwa kijana kuja kupata kichaa. Kitabu ambacho kimeeleza kisa hiki, lakini katika ukurasa katika ukurasa wa 49 no 48 lakini pointi zake ziko katika ukurasa wa 49, ukurasa 48, kuna kanzuri. Aya hapa, ay, hapa ni haya ya nne hapa chumali. Anasema hapa chini, nimalize nima kwa kukutajia madhara machache kati ya mengi ambayo wakuta watu wengi huwakuta watu wengi wenye ushiano au rafiki wa jinsia tofauti. Mimi nimesoma madhara hapa, kuna madhara ameeleza madhara nane lakini nimekuja kusoma dhara la ngapi. Nyingine anasema utajikuta kuna baadhi ya vitu unafanya ili uonekane kwamba na wewe huwa unafanya au uonekane kwamba na wewe unafanya vizuri, au utakuwa unafanya ili kumfurahisha huyo mwenzio. Ni kweli kuna vitu kadha wa kadha ambavyo wakinaisi tunakuta tulifanya ili kufurahisha tu mtu, sio kwamba pengine ulikuwa unataka kufanya. Hapana, ni mtu wa jinsia tofauti umeendekeza eh, kushinda na watu wa jinsia tofauti, yako madhara makubwa ninayoongea mimi wasiseme kwamba mimi siwezi kuongea na wakike, mimi tu naongea na wakiume. Mimi huko nimepita kuongea na wakiume, jinsia ya kiume nimepita, lakini yako madhara makubwa ya wewe kuendekeza kuongea na mtu wa jinsia ya tofauti. E, yako madhara makubwa. siku ya siku nakuta mnaendekeza tu mkikutana wawili, kuna kushikana shikana, sikukuta nakutaz mnakuja kuta mezi e, mna

i kwa hivi yani, simu yangu haina makorokocho yoyote eh, e, kwamba basi kuna engo nikipita basi ye, nawaza hapana, hapana, hapana. Lakini hapa nyingine anasema kwamba ya, anasema kwamba utaanza kujikuta upendi kuwa mbali naye. Ali ni kweli, nimepita huko, kuna mtu najikuta upendi kuwa mbali naye. Huyo ni rafiki tu naye, mtani ni rafiki tu, ni rafiki e, kwani kuna shida gani ukiwa na rafiki wa kiume? E, ni rafiki tu, lakini kuna mtu utajikuta utaki kuwa mbali naye, lakini pia utajikuta tu unatafuta sana muwe karibu. Ni kweli, mimi huko nimepita, kuna mtu unajikuta kabisa utaki awe mbali na wewe, muda wote muwe mnakaa wote. Ni jinsia hii, jinsia mbili tofauti. Hapa unataka muwe jinsi, yani muwe muda wote, muwe karibu. Lakini hapa nasema kwa na ikitokea chansi mnapita labda mahali mkiwa wawili au mnafanya jukumu fulani wote wawili, mtajikuta tu unaona fahari na unajisikia kulinga kwamba ona mimi niko karibu naye, mimi ana najilingia kwamba ona mimi sasa niko karibu naye. Eh, niko karibu naye, huko kote tumepita yani, usiniambie kwamba mawasiliano yote ya jinsia mbili tofauti hayana madhara. Yako madhara makubwa ee, yakuwa na mawasiliano ya jinsia mbili tofauti ee, binti unakuwa na mawasiliano na kijana, urafiki na kijana, yako madhara makubwa. Lakini hapa mwingine anasema utakuwa unaona kama ni mke wako au mume wako, utarajiwa. Tumepita huko, tumepita mpaka muda mwingi. Anasema, Mungu, mbona mimi niokoa kwenye ujinga ule E, mbona ulinitoa kwenye ujinga ule? Mbona ulinitoa? Hiki ni kitabu alichoandika Injinia Anoli Amwino, eh, kijana ambaye amesema kwamba kitabu chake kinaitwa mwanafunzi katika njia za Mungu. Hiki hapa. Eh, kikitaka utanitafuta hiki hapa. Kikitaka utanitafuta. Kitabu ambacho binti yoyote, kijana yoyote atakisoma sana takisoma sa sana sana sana ili tuelewe kwamba yako madhara makubwa ya leo hii kuendekeza urafiki e, wa jinsia tofauti. Huko binti uliokoka, huko kijana uliokoka, unasema wala hamna shida. Mimi nakwambia iko shida leo hii we kuendekeza urafiki na mtu wa jinsia ya jinsia tofauti yaani unaruka wote wa jinsia yako ambao pengine mnaweza mkajengana kile kile ambacho unataka kujenga. Wa kiume unangangania wa kiume, yule wa kike unangangania wa kiume. Yako madhara makubwa. Utasema ni mtu tu na akili yake, ila anakuambia ni mtu pia na akili yako, ambayo muda wote anguko linaweza kutokea. Eh, yupo mwingine anasema ni akili yako tu ilikuwa mbovu, ndio maana ulikuwa unafika huko. Mimi nakwambia ni kweli, ni mtu na akili yako na wewe ila, anguko muda wote linakuwa liko karibu kwa mtu wa Mungu tu ni kusi jambo moja, usiwe usi ni mtu uliokoka siku ya siku, kaendekeza vitu vya staili kama hii pacha nasema nguvu uh, ya yoga na inaweza kupasua mahala popote, iwe ni kwenye udongo au ulio mgumu uh, kwenye kichuguu au kwenye mawe. Lakini pia alikuwa anasema kwamba simple, in looking, but tough, in working, oh, my God. Uh, shujaa mpambanaji, sifa boniv chajuni. Ni binti ambaye aliyaishi haya, hakuwa na mawasiliano au rafiki wa jinsia mbili tofauti. Ndio maana leo hii unakuta tunamtaja kwa ujasiri uh, wa staili hii mahala popote, sioni haya kumsema mahala popote. Ninasimama kumsema ni kwa sababu uh, ni binti ambaye aliishi maisha ya kuepuka mawasiliano na mtu wa jinsia tofauti. Eh, hakuwa na mawasiliano ya ya mtu wa jinsia tofauti, yani kwamba leo akijisikia anaanza kuchati na tumishianoji tumishi, umeamkaje? Hamna. Tumishi fulani, umeamkaje? Hamna. Tumishi fulani, sumasizonke? Hamna. Mimi binafsi najivunia, najisikia fahari sana, najisikia mtu mwenye heri sana kwa maisha kwa sayo ya shujaa. Pambanani, si hujuni. Neema ya Kristo hiyo pamoja nasi sote vijana ambao tunatafuta kuwa vijana vielelezo, kielelezo, kusome kitabu hiki. Amen.